Dada na ndugu katika Bwana, ni siku nyingine, twaja kuongea kuhusu kupeana na zaidi kupea maskini. Tunajua ya kwamba katika utamaduni wa kanisa letu ya Kiorthodoksi kuna wakati ufao ambao tunafaa kupea na kulisha maskini lakini baadhi yetu hatuwezi kwa sababu hatuna hiyo roho ya kupeana. Lakini kupitia Yesu Kristo alivyotufunza na katuonyesha na katufunza, wakati tunapopeana, yeye ndiye huwa tunapea. Katika shabala yake anasema liko na kila aina ya jambo ambalo tunahitaji, lakini unapopanda kupeana ni kupanda kwa Bwana. Na pia tuajua ya kwamba unapopanda wakati wa kuvuna umojiani, ni vizuri kujifunza kupeana, maana si binadamu huwa unapea bali ni Baba aliye biguni. Huwa unapea wengine. Wanasema ya kwamba hawawezi peana, maana tu wataenda kupeana ili waonekane, ana watapeana kwa njia ambayo isiyo stahili. Wengine wanapopeana huwa wanajifuna, wanaleta majifuno katika maisha ya wengine ili wajulikane ya kwamba wamepeana, lakini kwa Bwana mambo ni tofauti. Maana Bwana anajua ya kwamba mtu huwa anapeana kwa moyo mkunjufu, na unapopeana hakuna anayestahili kujua ila Baba yetu aliye mbinguni. Tujifunze kupanda kwa Bwana, tujifunze kupanda wa maskini na si maskini ambao wanajifanya. Mtu anakula mali yake aliyopewa na Bwana, anakula, anaitumia kwa upubafu, pia anajifanya maskini. tomba walio maskini watapata kurithi ufalme wa Bwana, maana Bwana anajua roho zao, tujifunze Kuwainua, kuwapea na pia kuwasaidia, maana yote ataturudia siku zote zetu za usoni kupitia kwa Bwana aliye mwokozi na mkombozi wa maisha yetu. Bwana zidi kuwafungulia milango, kuwafungua akili ili mpate kuelewa maandiko yake na njia ambayo inastahili, mwinuliwe na mbarikiwe na Bwana, na katika jina lake Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.